Wakati, oh, wakati, wakati, oh, wakati. We, msosi wapi? Unanambia hujapika, ulikuwa unafanya nini? Nilikuwa muda wote sijapika kwa sababu ya mboga mboga, mboga. Wewe, nilikuwa nilikuwa nimechoma mboga, nimekosa chumvi. Wewe unanirisha mimi majani, nimekuwa kobe. ndio mboga

ni lichokipanda kimekuwa wauu, sikujua kama ingelikuwa hivi. Lingejua eh, lingetumia vizuri. Wakati nani? mwanangu kwanza, naambie mwanangu, mkutana pale naonekana ukiwa spidi sana, na lafu kutana kwamba umebaka mtoto mdogo chini ya umri ya miaka kumi na nane. Sasa unakimbia miaka ikoje hii, thelathini ikoje, baba? Mimi metoka zangu harakati kufika skani, naomba msosi kwa shimeji yako. Akazingua hmm. katika harakati ya kuzingua mimi nikamzingua zaidi, hmm. shamaweza kumzingua, hmm. jirani kaingilia, ikawaje? Sana babu wewe, ni jirani nimemzinisha mimi, nimemzinisha. Kwa hiyo ndio maana yani niko pande hizi yani nasikilizia kwanza, nasikilizia kwanza msala, alafu nishakwambia, huyu mke wako huyu, achana naye huyu, wa kufai ligi yani bora hata ungekuwa na yule kisi wako kulikoni ya huyu uliye naye sasa hivi. Unaona matatizo yanayokukuta mimi nakwambia kila siku bigi, lakini wewe utaki kunielewa. Ushauri wangu unapuuza sana. Sasa pizo, Naam. sikiliza kitu kimoja Mhm. Uh ninshi -huh. simwambii mtu misimwambii mtu sana, namwambia mtu mjomba abiai. Kwa hiyo babu, hapa mimi nitafuta pa kuelekea. kwanza nikasikilizia shaona hmm. hmm. Mimi na ushauri kitu kimoja, maana ushavurugwa, hmm. sawa? pale magotoni kwangu pale ukatulia, maana naona kama kabisa umechanganyikiwa kabisa. Wanyima boya niliambia, popote pale patakutana kinanuka Sara, tena mjomba Sara, ambayo mi nakuambia kila siku una shida gani gani? Mzigo wangu niondoke. Mzigo gani? mzigo gani unaozungumzia? e napita enda zako, alafu unaanza kuleta habari za shobo shobo. Unatufahamu au ndio zile shobo tu? Unaona watu na na naambieni na nini, siku ile liaaoka sia nionyesheni, mwenzenu yuko sehemu gani? Digi hii ndio misala ambayo kila siku mimi huwa anakuambia. Tulia kwanza dogo, samani kwanza kwanza, nikuulize kati yetu hapa, nani anachukua tambo lako, labda

Ah, jirani. Ah, salama kabisa. Ndio. Ndio hey, ndio. Eh, Eh, habari ya wewe? Ah, Ah salama za mzunguko, ah, salama kabisa. Ndio, ndio, hey, na kwa leo jirani yako. ndugu, Ah, jirani eh? Nimeugua. Ah, ni ah. Naumwa kweli. Sasa pole sana, sasa ndio, hey, kuna huyu mjomba wangu uliompokea siku ile. Ah, mjomba? Ehe. Hey. Vipi tena mjomba? Toka asubuhi namtafuta, sijui hata ameenda kutembelea wapi leo lakini huku takku sijamwona. Huku hujamwona? Sijamwona mazingira haya, sababu ningemwona huku ningekwambia kwamba nimemwona, hata huko hivi sasa. Basi hakuna tatizo e. mimi wacha niendelee kuzunguka zunguka. Sasa i sahizi unaenda hivi ama una unaenda hivi? mimi mii naenda hivi. unaenda hivi e. Sisi tuendelee tu kuungana tumtafute huko huko. Kwani wewe uko unaelekea wapi sasa hivi? Yani hapa nakuelekea eh. Sijui naenda mbele ama naenda nyuma, aku kona, ah. Jirani yangu shida nini? Naona hmm. Tu ni hivi ni hivi, nini shida? au au magonjwa ya vijana tayari na wewe maana mzee wangu nakujua bana

nyingine utakufa. Sasa kamwambie mama wako kwamba Biki kakuzimisha. Hili ndo genge la wauni Magenta.

Shida nini tena? Nyomba. Wale watu wake na Bigi. Bigi? Eh. Hivi ubigi anatafuta nini? Umeona jirani? Bigi ndo nani? Bigi huyo nani? Si yule nani, huyu huyu yule kiongozi wale wa uni. Wale yule mvuta bange yule. Safi nyampa kasafi. Huyo huyo. Sasa tunafanyaje jirani hapo? Amefanyaje lakini? Wewe si unaona mtu kaumia huyu, tumbebe bwana. Jirani unakuwaje? <laughs> Ni angalia ah, tu tu, tu. Hapana, mjomba, mjomba, mjomba, mjomba. Nyumbani. Ah, wewe taratibu, twende twende, twende, twende twende. Twende twende, kujikula tutaanguka bure, ile wangu nakula mawe. Mjomba tutafika, taratibu taratibu, mjomba. Tutafika, tuta